Wala la bidhaa lijulikanayo kama Uchumi Supermarket limefungwa kwa siku mbili mfululizo wa kufuatia wafanyakazi wake kugoma kwa kile walichodai kuwa kuna taarifa za duka hilo kutaka kufungwa kinyemela pasipo kulipwa wao stahiki zao. Faraja Kihongole ana undani wa taarifa hiyo. Channel 10 ilifika kwenye moja ya maduka hayo makubwa ya uchumi lililopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, na kukuta wafanyakazi wa matawi yote matano yaliyopo jijini Dar es Salaam wamekusanyika hapo, huku wenzao wachache wakiwa wamekesha ndani na nje ya duka hilo, na wenzao walio nje wakiwapitishia chakula chini ya milango, na maji wakipatiwa kwa kutumia mirija. Walipoulizwa kwa nini wapo nje ya duka hilo wafanyakazi hao wamesema kwa miezi kadhaa sasa wamekuwa wanacheleweshewa mishahara. Wasambazaji wa bidhaa kwenye duka hilo wamesimamisha kuleta bidhaa kutokana na kudai madeni ambayo hawajalipwa kwa muda mrefu, pamoja na kukatiwa umeme mara kwa mara, kuna kutokana na deni kubwa la pango na umeme wanaodaiwa, hali inayofanya waamini kuwa duka hilo linaelekea kufilisika. Aidha, kamera ya chaneteni ili wanasa wasambazaji bidhaa wa duka hilo wakiwa nje ya mlango wa kuingilia wakisubiri hatima ya madeni yao ambayo wamekuwa wakidai Uchumi Supermarket kwa muda mrefu bila mafanikio. Sisi ni supplier, tumekuja kuangalia malipo yetu, tumekuta milango imefungwa. Kwa hiyo hatujui na tuna, tunaona wafanyakazi wamo ndani lakini milango imefungwa tu, tunauliza watu hapa nje wanasema kuna vikao vinaendelea huko juu, kwa hiyo hatuelewi na nimekuwa nifuatilia kwa muda mrefu, kila ninapoja napata ahadi tu, lakini silipwe. Kwa sasa hivi wamefunga mlango, hakuna wa anayeingia wala kutoka, na hatujui ma, hatima ya malipo yetu ni nini mpaka sasa hivi. na hakuna anayeweza kuongea na kiongozi wa aina yoyote kwa sababu unaambia subiri kwanza mpaka mamlaka ya juu, mamlaka, mamlaka yako Nairobi, kwa na, watu, watu, kutoka na Nairobi kuja upate majibu ya kueleka kiasi eh, kwamba mpaka sasa hivi nadai zaidi ya milioni mia moja. Sasa kila nikija naambia, bwana subiria wiki ijayo, subiria wiki ijayo, mpaka unapata taarifa hii hapa kwa pia. Wafanyakazi pia nao wanapata tabu katika malipo na mishahara yao. Hadi Channel 10 inaondoka kwenye eneo la duka hilo kubwa la uchumi Supermarket lililopo barabara ya Nyerere, inadaiwa waziri wa kazi na ajira alikuwa ndani ya duka hilo akiendelea na maongezi na uongozi wa wafanyakazi na duka hilo. Faraja Kiongole, Channel 10, Dar es Salaam.